Ambacho ninamaanisha wakati ambapo utakuwa na huo utajiri na huo utajiri utawale maisha yako, jua ya kuwa maisha yako iko hatarini. Jua ya kuwa Mungu anakuona kama maskini hata kama watu watakuona tajiri. Jua ya kuwa haujajitayarisha kuenda kwa maisha ya milele. Jua ya kuwa hauna ama haujajiwekea utajiri ambayo iko mbinguni ama haujajiwekea utajiri isiyoisha. Wakati ambapo uko na hiyo utajiri, wakati ambapo uko na hivyo mali nyingi, alafu unasema unaamini Mungu, wakati Mungu apopowa hivyo utajiri atapimba imani yako aone kama hiyo ujajiri imetawala maisha yako, ama Mungu ndi ambaye ametawala maisha yako. Akiona ni kama ametoa hiyo nyuma, akatoa hiyo bari kwa maisha yako, na anaona ni kama ka ulalamiki, anaona ana ni kama bado unaendelea kumshukuru. Akiona ni kama, akiona ametoa mali yako yote kwa maisha yako na anaona bado unaendelea kumshukuru, atajua ya kuwa kweli huyo mtu ni mcha Mungu, huyo mtu ananipenda. Ataelewa ya kuwa huyo mtu hiyo mali imetawala maisha yake, bali ni mimi nimetawala maisha yake. Lakini wakati ambapo atatoa hiyo nyumba, atoe hiyo kazi, atoe hiyo gari na aone ya kuwa unalalamika, aone ya kuwa umeacha kutia bidii kutafuta ufowati, aone ni kama umeanza kusikia vibaya, aone ni kama umeanza kuwa na wasiwasi kwa sababu ametoa hiyo kazi ama hizo diti zako, atajua ya kuwa kweli maisha yako, au kuwa umemweka yeye kama msingi, ataona ya kuwa maisha yako ulikuwa umeweka kazi yako, ulikuwa umeweka kazi yako msingi, ataona ya kuwa maisha yako ulikuwa umeweka mali zako kama msingi, na maisha yako maju, ameona huku ni kitayarisha, basi itapata na itapatika kukupatia wewe kuelewa ya kuwa upendo wa Mungu haukuwa ndani yako. Tumeona mfano wa Lazaro na tajiri, tukaona yule ambaye alionekana alionekana tajiri mbele za Mungu na yule ambaye alionekana maskini mbele za Mungu. Lazaro alienda kwa ali ali utajiri, utajiri wa milele, hata kama hakuwa na utajiri wa ulimwengu hata kama hata kama alionekana maskini mbele za watu, mbele za Mungu alikuwa milionea, alikuwa milionea, ali mtu ambaye amejiwekea utajiri wake mbinguni, pale ambapo mwizi hawezi kuiba, pale ambapo kutu haiwezi haiwezi kuharibu. Kwa hivyo wale ambao utajiri tajiri ndani tumesema tajiri tajiri atakuwa tajiri wakati ambapo akona utajiri. Kuna utajiri na kuna tajiri. Utajiri wingi wa vitu vya dhamana ama wingi wa vitu vya thamani ambazo uko nazo, vitakufanya tajiri, nao wakati ambapo utatea huu utajiri hiyo neno tajiri ama hiyo tote ya tajiri utatolewa kwako. Kwa hivyo utajiri ni gani pande ya kiroho na tajiri ni mgani pande ya kiroho? Tunaona utajiri ni vitu vya dhamana kama dhahabu, pesa pesa, mawe ya mawe ya dhamana. Pande ya kiroho chazamana panda mm -hmm. ya kiroho ama kile ambacho kitaonekana utajiri ni neno la Mungu. Biblia inasema ya kuwa katika zaburi Zaburi kumi na mbili maneno ya Bwana ni maneno safi, ni e fedha iliyojaribiwa kalibuni juu ya nchi iliyosafishwa mara saba. Inasema maneno ya Bwana ni maneno safi ni fedha iliyojaribiwa karibuni. Fedha kwa kizungu, fedha kwa kizungu ni silva. Kwa hivyo maneno maneno ya Bwana ni kama silva, kitu cha thamani, silva ambayo imepitishwa, imepitishwa kwa moto mara saba na kusafishwa hiyo hiyo inaonyesha utajiri wa kiroho, ni neno la Mungu. Bado Biblia inasema katika Methali ishirini na tano neno line nwane neno line nalo, wakati wa kufaa ni kama machungwa katika ana ya fedha. Inasema kuwa neno line nalo wakati wa kufaa ni kama machungwa katika vyama vya fedha katika vyama vya fedha. Inaonyesha udhamana udhamani wa neno la Mungu, inaonyesha ya kuwa neno la Mungu ndiyo utajiri pale wa kiroho, wakati ambapo utakuwa na neno la Mungu ndani ya maisha yako, wingi wa neno la Mungu. Jua ya kuwa jua ya kuwa neno la Mungu sio maandiko, bali ni mtu. Neno la Mungu ni mtu, Yesu Kristo. Ni ufunuo ambao tunapatikana kwa kile ambacho kimeandikwa, kile ambacho kimefichwa kwa kile ambacho kimeandikwa, hilo ndilo neno la Mungu, na hili ambalo limefichwa, ambaye Yesu Kristo, ni kama fedha, ni kama dhahabu, ni kama utajiri pande ya kiroho. Inasema yakuwa katika Zaburi mia moja kumi na tisa naifurahia ahadi yako, ama neno lako Kono apatai, kono apatai mingu, mingu, yani nako, kama apataye kama apataye mateka mingi ama kama apataye hazina mingi, yani pesa. Ninafurahia neno lako kama yule ambaye amepata pesa ndani ya maisha yake. Kwa hivyo unaona, pande ya kiroho pande ya kiroho pande ya kiroho utajiri ni neno la Mungu. Hicho ndicho cha dhamana kwa maisha ya mtu wako wa ndani, hiyo yeah, yeah, ndio utajiri na sio neno mnene tu, bali ni neno la kweli la Mungu. Wakati ambapo utakaa ndani ya neno hili, wakati ambapo utaishi kulingana na neno hili, utategemea neno la Mungu, utakuwa ni kama maisha yako imetawalwa, imetawalwa na neno la Mungu. Na neno la Mungu tunasema sina liko na nti Yesu, wakati ambapo ataweza kutawala maisha yako, hapo utakuwa, hapo utaweza kukuwa tajiri, hapo ndipo utaonekana kama tajiri mbele za Mungu, kwa sababu Yesu, neno la Mungu, ameweza kutawala maisha yako. hapo hapo ndipo utaonekana, hapo ndipo utaonekana kama tajiri. Hautaonekana tajiri kwa sababu ati uko na mali mingi ama wingi wa mali ama wengi wa fedha ama uko na shamba ngapi, eh utaonekana tajiri wakati ambapo Yesu Kristu ambaye ndiye tajiri ambaye utajiri wote uko kwake, wakati ambapo amekuja ndani ya maisha yako na amekuja ndani ya maisha yako ukaanza kuishi ndani yake, hapo ndipo utaonekana tajiri, kwa sababu gundua kuwa hata hata pia vile kwa maisha ya binadamu kinelao kine utajiri. Mtu ambaye ni tajiri ama bilionea, huyu ni mtu ako na kazi zake, ako na pesa mingi. Ni mtu bado akitaka pesa zake ziendelee kuongezeka, lazima ataendelea kufanya kazi, kumaanisha ya kuwa bado ako kwa hiyo eria ama ako kwa hiyo seti ya kuhitaji ako kwa hiyo state ya bado anahitaji zaidi, nao ako kwa hiyo hali ya kuhitaji zaidi, ataendelea kufanya zaidi ili pesa zake zisiweze kupungua, kwa sababu hakuna ambaye hatatita bilionee akona pesa kwa banku na ati amekaa tu anakula tu hizo pesa polepole mpaka ziisha Lazima atafikiria baadaye, aone ndiyo pese, wacha aendelee kufanya kazi hii. Inaonyesha kuwa ako katika hiyo hali ya kuhitaji ya kuhitaji zingine na zaidi. Hii ni kuonyesha bado hajapata, najuu bado hajapata. Hii inaonyesha bado ana yeye tajiri kamili, wakati ambapo utapata utajiri kamilifu.

bado unaendelea kumuomba akufananishe uweze kufanana kama yeye. Kwa hivyo si yakuwa ati utakuwa ukionekana tajiri mbele za Mungu, si yakuwa ati umefika ama wewe ndio ameyonekane, si yakuwa ati umeonekana mbele za Mungu wenye tajiri ati umaskini, si ati umaskini umetukuliwa mbali